Mimi tu ningependa kuwapatia hakikisho la rais wetu kusema kwamba anajali maslahi ya Wakenya wote, na kila jambo litashughulikiwa. Rais wetu akisema jambo, kusaidiana na viongozi wote katika nchi yetu ya Kenya, wanafanya yale mambo ambaye wamesema, mambo ya school kitchen gardens and fruit gardens ni jambo ambalo sisi mashule yote tuweze kushikilia. Nashukuru walimu wote ambao wameweza kutoka mashule mengine kukuja kuona kazi ambayo inaendelea hapa siku ya leo. Jambo ambalo ningependa kusema ni kwamba mnaporudi katika mashule yenu mwanze hizo kitchen gardens ili tuweze kupata chakula ambayo watoto wetu wanakula kupitia kitchen gardens yetu ya shule. Na watoto ile ambayo mnafanya pamoja na wale wa 4K club muende pale muone na kule nyumbani muweze pia kwenda kufanya. Ningependa kuomba kina mama wote, kila mama awe na kitchen garden. Mama, ukikuwa na kitchen garden yako pale nyumbani watoto wako hawawezi kusikia njana.